Sasa nataka nikuonyeshe malipizi ya damu ya watu wa Mungu. Lengo ni kuweka tahadhari. Kama mtu alikuwa ajui aache ache mara moja, naombe toba, don't do that. Na wewe unayenisikiza, ulioko hapa, usishirikishwe katika jambo lolote linalohusu mtu wa Mungu, kwa sababu ni nini mtego huo? Ni nini mtego? kuna mtego mbaya kama huo. Kwa Mungu akichoka akisema, "Ah, anaangalia mambo yenu, anaangalia jinsi mnavyonyanyasa watu mnavyonyang'anya watu wenye haki zao mnavyonyang'anya wanyonge mnavyonyima yatima haki zao mnavyonyanyasa wajane Mungu akiangalia wa kwa muda mrefu akitaka sasa kuwatandika analeta namna fulani uende kwa, kwa watumishi wake kwa sababu asila ya Mungu haijai mpaka uguse mtu wake Yoeli 3:19 mpaka 21 Misri itakuwa ukiwa na Edom itakuwa jangwa tupu kwa nini wewe ukiwa? kwa nini, kwa nini nchi mpaka igeuzwe jangwa angalia kwa sababu ya dhuruma waliotenda wana wa Yuda. Kumbuka, Yuda ni watu wa Mungu, kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. This is God talking. I'm always speaking to somebody here. This is God asema, Misri, nyie mmechukua damu ya watu wangu wa Yuda. Neno Yuda manake ni Yudea, asema watu wa Yudea mmemwaga damu ya, anasema aha, kwa sababu hiyo nakuja kuwafanya ukiwa msana ufate, bali Yuda atadumu milele. Kanisa la Mungu haliwezi kuondolewa ndugu zangu. Uja nisikia. Kanisa la Mungu haliwezi kuondolewa, huwezi oh, yes. kulifuta kanisa la Mungu no matter what, bali Yuda atadumu milele na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi. Ishirini na moja nami nitaita, nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa, kwa maana Bwana ndiye akaye Sayuni. So Mungu ana follow blood sana ya watu wake, anaifuata sana damu ya watu wake, anasema nitaitakasa, maanake mmeichafua, mmeinajisi. Oh, Wafalme wa pili sura ya tisa kuanzia msala wa saba na kuendelea: nawe utawapiga, utawapiga nyumba ya Ahabu. mnamjua Ahabu? Ahabu alikuwa mfarume. nawe utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako ili nijilipize kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii. So don't think damu ya mtumishi wa Mungu, Mungu eti atakaa hivi. inaweza kupita miaka minne, miaka mitano, miaka sita, lakini lengo ni nini? Sio kwamba Mungu anakuvumilia, ana lengo. ni nini? Biblia inasema anagadha adhabu nao utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nijilipize kisasi cha damu ya damu ya watu gani? Damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wote wa bwana mkononi mwa Yezebeli. Kwa sababu huyu mfarume mfarume Ahabu alikuwa na mtu mmoja kwenye utawala wake, mbaya sana, ambaye alikuwa akisema kitu, huyo mfarume anafanya. Alikuwa anaitwa Yezebeli Akisema fulani afa anakufa, fulani akamatwa anakamatwa, fulani apotezwa anapotezwa. Yezebeli akisema mfarume hana option. Sometimes wafarume huwa sio matakwa yao, ni wale watu wenye power walio, walio nao. Kuna watu wanakuaga na wafarume karibu, ndio wanafanyaga anafanyaga mambo, unakuta hata mfarume wakati mwingine hana nia, ila kuna kuaga na roho ya Jezebeli kwa, kwa wafarume wote duniani ambao ue inawinda blood za watumishi wa Mungu. Inaweza kutendeka kote lakini uwe Arms, let me tell you guys kwa ujasiri wote, inapofika mahali yakafanyika yote yakufanyika, inaweza kuwa bado ingali ni asubuhi, lakini ukiona wamegusa watumishi, jua limekuchwa, usiku aja. I'm telling you. Aha, kwa maana nyumba ya Habu wataangamia, nami nitamkatilia mbali kila mwanaume wa nyumba ya Habu, yeye aliyefungwa na yeye asiyefungwa katika Israeli. Anasema nitaanza kufuatilia kila nyumba, kila mwanaume aliyehusika na hiyo damu, nitakatilia wote. So, there are people who think they are okay. Subiri Mungu aanze kutembelea kila nyumba akague. Now, let me tell you. Bila kukuficha, bila woga wote. That's what watumishi wa Mungu wote hata kama wasemi kama mimi. Ndo maombi yao sahivi, maombi yao sio mazuri. Inawezekana waongei kama sisi. Lakini, they are in their heart, they are praying. Now, that prayer is very dangerous. Kwa sababu ni prayer ambayo Mungu akiangalia naona blood. Nami nitafanya nyumba ya Ahabu kuwa kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa na kama nyumba ya Baasha mwana ya mambo, nasoma, wa Hia. Ukitaka kujua mambo unasoma yaliyowapata. Na mbwa watamla yeze, Yezebeli katika kiwanja cha Yezreel. Wala hapata kuwa na mtu wa kumzika, akaufungua mlango akakimbia. Tushia hapo, story itatupeleka mbali. Maana kinaonyesha jinsi walivyoanza kumfuata Yezebeli. Yule ambaye alikuwa anaamuru watu wafanyeje? Watekwe, wakamatwe, wapigwe, wauawe. Na hasa watu gani? Manabii. You know these people they were doing

Sasa damu za watu watumishi zinapomwagwa huwa zinaenda kudai kisasi. Na hili sio agano la kale, ni agano jipya. Kitabu cha Ufunuo, tena kitabu cha mwisho. Kwa hiyo damu zote za watumishi wa Mungu zikimwagwa, Maandiko yanasema kuna madhabau zinaendaga. Inaweza hiyo damu inaweza kumwagwa Kenya, lakini kuna madhabau inaenda. Hiyo damu inaweza kumwagwa Malawi, lakini kuna madhabau inaenda. Hiyo damu inaweza kumwagwa Japani, lakini zinakutanika kwenye madhabau moja. Hiyo damu inaweza kumwaga Tanzania, lakini zina madhabau zinakutanaga moja. Ujui, I want you to understand this. Damu za watumishi huwa zinakusonywa sehemu fulani zote, alafu zinaanza kulia. Naangalia ufunuo, Ufunuo sita tisa na kuendelea, na alipofungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, kwamba walikuwa wanashuhudia neno la Mungu, walikuwa wanawasimamia watu, wanawafundisha, walikuwa wanaongea. Unapoona mtu anaongea kwa msingi wa neno la Mungu alafu kamgusa kwa sababu inatakiwa ujue mtu anaongea katika msingi gani. Kama anaongea kwa kusimamia neno la Mungu ambalo ni kweli, leave that person alone, kwa sababu you will be touching God. Biasema wale watu waliochinjwa. Rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma. Na alipofungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliofanywaje? wa waliochinjwa, wa walichinjwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kulitangaza neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Na ushuhuda gani? Kushuhudia neno la Mungu. Aha, msaa unaofata ikawaje? Wakalia kwa sauti kuu, yaani wamekufa hivi, bado wanalia. Do you think, ukimeliminate mtu ndio imeishia pale, likuwa nadhani kwamba fulani akifa ndio tumemaliza. Biblia inasema anaendelea kuongea, inasema wale watu wakalia, waliochinjwa wakalia kwa sauti kuu wakisema. Yaani mtu anakufa. Listen, nisikilizeni oh, yeah, yeyote ambaye unatiwa kiburi cha kuchinja mtu nisikilize. Watu wakifa wanaendelea kuongea. Unachofanya kwamba umemwondoa kwenye kuonekana duniani, ila anaongea na anakuona, anakuona na anaongea. Hii sio ishu ya mizimu, ni ishu ya bibilia kabisa. Angalia pia sema wakalia, wanaolia wako hai, wamekufa lakini bado analia. Pia sema wakalia, wakisema wak, tena sio kulia tu, wakalia kwa sauti kuu, wakisema e, mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu damu yetu kwa ajili ya wao wa hao wakao juu ya nchi. Kwamba Mungu, sisi tumekufa, lakini kuna watu wamebaki duniani waliotuua, mbona wafanyii kitu? Damu yoyote ya watu wa Mungu huwa inaongea. Yee, mtasema tumemtoa, tumemtoa very, ni bora angekuepo, hivyo hivyo lakini akishakufa damu inapiga kelele. Ukiona mtu anapiga kelele akiwa hai, kelele yake wala sio, unaweza kuipuuza, unaweza kupuuza kelele zake, lakini uwezi kupuuza kelele ya mtu aliyekufa kwa ajili ya Mungu. Angalia, wakalia kwa sauti kuu wakisema, e, Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaojua nchi uh -huh. nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu na umekufa nyeupe wakaambiwa wastarehe bado muda mchache dangerous so wako mbele ya mungu mimi nilifikiri kwa sababu wako mbele ya mungu anasema mungu wasamehe hawa wajua alichofanya bila sema no, no, no, no, mungu wako na mungu nadhani ukuja kukutana na hilo andiko, wako na Mungu, wamekufa waliuawa kwa ajili ya Injili, waliuawa kwa sababu kusimamia ukweli, kwa sababu kusimamia haki ya neno la Mungu. No, no no, kuna watu wamebaki kule nchini, kuna watu bado wanakula mshahara, kuna watu bado wanatesa wanaenda baa, kuna watu bado wanatamba sana, kuna watu bado wanatisha. Mungu anasema nono, starehe kwanza, chukua nguo ndefu nyeupe, alafu starehe kidogo, kwa sababu bado muda mda mchache, nitawafata wale watu. Mwenye sikio, angalia hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao. Neno wajoli wao, maanake watenda kazi. Hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao, ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Anasema nasubiri wengine wauawe. Imagine, mnaelewa nacho kuhubiri hapa? Nyinyi watu mnaniona nacho kuhubiri hapa? So hii ni ni pale mtu anasema mbona tulifanya hivi na tuko salama, mbona tulifanya hivi na bado tunadunda? Mungu anasema nono nasubiri mfunguse wengine, maanake Mungu ndio maana anasema Do not touch my anointed ones wako wengi wengianauba anasubiri wao wengi prophet. No, Mungu anasema subirini wao wengi, mwone taka tukifanya na aendelea. Nami nikaona alipofungua mihuri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Mungu sasa anaanza kuja kwenye nchi. Nao jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake, ukawatikisa upepo mwingi. Unajua Mungu, unajua ukianza kuangalia mataifa mengine ilitokeaje? Haikuanza hivi hivi. God gave them chance to stop their nonsense. Mungu anasema okay now, anasema damu imetosha. Maanake ukisoma maandiko mengine, Biblia inasema kuna kikombe cha damu cha sila ya Mungu, ndio hiki asubuhi kikombe kijaye anakimwaga duniani. Unapoona Mungu anaanza ana, kuadhibu huwa anamwaga ile damu iliyomwagika anayorudisha duniani, ile damu inageuka njaa, ile damu inageuka mabomu guys. uh -huh. mbingu zika ondo, zika ondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Angalia na wafalme wa dunia, yani watawala na wakuu wao, yani wenye vyeo na majemedali, maana mambo ya majeshi na matajiri wenye hela na wenye nguvu, na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango la chini ya miamba milima, wakiambia waki milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na asira ya mwana kondoo. 17 kwa maana siku iliyo kuu ya asira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Mwenye sikio amenisikia maneno haya. Maneno haya niliongea tarehe 4 ya mwezi wa tano na 2025. Lengo kwa ufupi, kwa muhtasari, inawezekana mahali unakoishi umeshirikishwa, kumgusa mtumishi katika personal level, ofisini kumgusa mtumishi wa Mungu serikalini, kumgusa mtumishi wa Mungu katika jamii, kumgusa mtumishi wa Mungu pale mtaani kwako. Don't fall in that trap, kwa sababu damu ya mtumishi wa Mungu, Mungu wanyamazi anamwambia Nebukadnezar, mimi ndo nilikupa hawa watu wapige nyundo, lakini nilikuwa nimekutega, kwa sababu nilikuwa na asila ya mambo nawafanya zamani uliyofanya kwa watu wengi kwa hiyo ili asili yangu ijae nilikupeleka kwa watu wangu Israeli. Japo watu wangu Israeli walikuwa wanakosa, lakini ulitakiwa uwe mjanja ukimbie. Mungu ndiye huwa anawaadhibu watu wake. Mungu ndiye huwa anawakemea watu wake. Ila Mungu usikubali akutumie. Kataa mwambie Mungu huyu ni mtumishi wako. Uwe na akili kama Daudi. Japo kuwa Sauli alikosea, lakini Daudi akasema siwezi kumgusa mpaka kwa mafuta wa Mungu. Mungu atamgusa mwenyewe. Amani ya Kristo iwe nanyi. Inua mikono mpigie Yesu makofi.